Hatunazozana kuhusu mipaka. Kina mama tunanyanyasika, tulikuwa hatuna uwezo wa kuweza kumiliki hati. Maeneo mengi ya vijijini yamekuwa kikabiliwa na changamoto za migogoro ya ardhi, hasa katika maeneo yanayozungukwa na ukanda wa misitu jamii ya miombo, ambako kumekuwa na mvutano wa mara kwa mara kati ya wananchi vijiji jirani na mamlaka za uhifadhi. Katika kukabiliana na changamoto hizo, serikali kupitia Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi NLUPC kwa kushirikiana na, na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS kupitia mradi wa usimamizi shirikishi misitu jamii ya miombo imeanza rasmi kutoa hati miliki za kimila zaidi ya elfu moja bila malipo kwa wananchi wa vijiji vinne katika wilaya za Sikonge, Urambo, Kaliua mkoani Tabora. Zoezi hilo la ugawaji wa hati miliki za kimila limefanyika katika kijiji cha Tumaini wilayani Urambo mkoani Tabora, likiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Dr. Hamis Mkanachi, ambapo mkurugenzi wa mipango ya matumizi ya ardhi kutoka tume Jonas Masingija ametoa taarifa utekelezaji huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii katika hiki kijiji cha, cha Tumaini, wananchi wapatao 333 wameweza kuandaliwa hati za haki miliki za kimila na katika hao makundi yote yameweza kuzingatiwa, ambapo kati ya hao wanaume mia mbili kumi na mbili, sawa na asilimia sitini na tatu nukta saba, watapata hati. Miongoni mwa wamiliki hawa yapo makundi ya wazee, wapo wanawake, vijana, wajane na watu wenye ulemavu na hii tunatekeleza na kwa kuzingatia sera na miongozo iliyopo kuhakikisha kwamba kila mwananchi wa Tanzania anayo haki ya kumiliki na kutumia ardhi. Utekelezaji wa mradi huu ni utekelezaji wa maelekezo ya Baraza la Mawaziri. Ikumbuke kwamba kijiji cha Ifuta pamoja na kijiji cha Tumaini ni miongoni mwa vijiji 975 ambavyo baraza la mawaziri liliweza kutoa maelekezo ya namna bora ya kutatua migogoro hii. Kwa upande wake, kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi Huseni Msuya ametanabaisha maeneo yote ya misitu nchini yaliyopitiwa na mradi wa usimamizi shirikishi wa misitu ya miombo, huku mkuu wa wilaya ya Urambo Hamis Mkanachi akitoa kauli ya serikali kwa wananchi waliopatiwa hati hizo na kubadilisha mwelekeo mbaya wa uharibifu wa ardhi na upotevu wa bayoanuai katika maeneo ya, kanda, ya ukanda wa misitu wa miombo kwa kutumia mbinu shirikishi za usimamizi wa, e, wa mandhari. Mradi huu unatekelezwa katika nchi kumi na moja pa Afrika ikiwepo Angola, Botswana, Malawi, Mozambiki, Namibia, Zimbabwe, Kenya, Burkina Faso, Mongolia na Kazakistan kwa hiyo ina maana mradi huu vile vile kwenye nchi zingine upo unafanyika. Kwa Tanzania mradi huu uko mkoa wa Tabora ambapo kuna wilaya ya Kaliua, Urambo na Sikonge na, na mkoa wa Katavi ambapo kuna wilaya ya Mlele. Kila nchi itapimwa na matarajio yaliyowekwa ambapo Tanzania itapimwa kwa uhifadhi mzuri wa misitu ya miombo na hatimaye kuleta tija katika mnyororo mzima wa mazao ya nyuki na maisha ya jamii. Usiokampa mtu hati yako akaitumia tofauti, ukaja kudaiwa, ukashangaa. Au hati yako kaja, nyumba yako inauzwa, unashangaa imekuwaje, mbona mimi sijakopa? Kumbe mtoto wako au ndugu yako kachukua hati yako kaenda benki kachukua mkopo, kashindwa kulipa, washeja wanakuja kwako. Bwana we hapa, ndio tulipoongozwa hii mali ya kwetu, hii imekuwaje? Kumbe wewe ulitoa nini? Msifanye hivyo, msifanye hivyo kabisa. Lakini hati hizi ndugu zangu utakapohitaji shughuli zako za maendeleo, utakapokuwa na uhitaji wa fedha kwa matumizi yako binafsi unayoona wewe anafaa, wakati wako wowote, unatembea kifua mbele kabisa, unakwenda kwenye benki yoyote. Zinaaminika, zinakubalika, ni dhamana tosha kabisa kwako. Utakopa unachokitaka, utafanya shughuli zako na utarejesha taratibu, bila shida yoyote. Kwa, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia Makamu wa Rais Daktari Philip Isidori Mpango, wizara yake eh, imefanya haya makubwa, lakini tunawashukuru sana wataalamu wetu. wananchi waliopewa hati hizo wameeleza changamoto za awali zilizokuwa zinawakabili za migogoro ya ardhi na faraja yao baada ya kupata hati hizo. Kwa utambuzi wangu mimi nafikiri kwamba baada, kabla hujakuwa na hati, unakuwa kwanza huna uhakika kwamba hii ni ardhi ni ya kwako aidha ya nani, maake matumizi yote, serikali ikiamua kuifanyia pale kupachukua, inaweza ikachukua. Kwa sasa nimekuwa na uhakika, wakianza kuja lazima wafikie kwanza kwa mimi, kwa kuwa nina hati. Changamoto nyingine, wafugaji wanaingia tu ovyovyo namna gani, lakini sasa hivi nafikiri ni silaha. Zamani tulikuwa akina mama tunanyanyasika, tulikuwa hatuna uwezo wa kuweza kumiliki hati sasa hivi tuna uwezo wa kumiliki hati na tunaweza kufanya maamuzi kama kina baba. Tunashukuru sana kupewa kipaumbele kina mama wote. Tena kingine, tunaweza kupata mikopo kutokana na hii. Mikopo ya kausha damu ilikuwa inatuumiza kina mama, lakini sasa hivi tunaweza kwenda kukopa benki tukajiinua kiuchumi kutokana na hizi hati ambazo tumemilikishwa. Naomba fursa kama itapatikana waliobaki na wenyewe wapimiwe. Zoezi hili la ugawaji wa hati miliki za kimila limetamatika hapa katika kijiji cha Tumaini, ambapo zaidi ya wananchi 333 wamegaiwa hati hizo wakiwa wamegaiwa katika makundi maalum, makundi ya kinamama, makundi ya wazee, makundi ya vijana pamoja na makundi ya walemavu. Kutokea hapa katika kijiji cha Tumaini, jina langu mimi ni Elia Baraka na hii ni EBA TV.